Majeshi ya serikali ya Syria yamefanya mashambulizi makubwa ya angani katika mji unaodhibitiwa na waasi Aleppo. Raia 24 wameuawa na mamia wengine wamejeruhiwa, huku Urusi na Marekani zikishindwa kuelewana kuhusu mchakato wa amani Syria. Watoto wanazidi kuathirika. Mgombea urais wa chama cha Republican nchini Marekani Donald Trump amemtaja rais wa Urusi Vladimir Putin kuwa kiongozi bora kumliko rais wa Marekani Barack Obama. Mgombea urais wa chama cha Democrat Hillary Clinton kwa upande wake amesema iwapo ataingia madarakani atalishinda kundi la dola la kiislamu IS <muchos> Rais wa Marekani Barack Obama amesifu uhusiano kati ya Marekani na nchi za Asia. Obama pia amemtaka rais wa Filipino Rodrigo Duterte kupambana na uhalifu kwa njia iliyo sawa. Viongozi wa Asia wamekuwa wakikutana Laos kwa mkutano wa kilele <muchos> Mshukiwa wa ugaidi Salah Abdeslam amekutana na mahakimu mjini Paris, Ufaransa. Wakili wa Abdeslam amesema mteja wake amekataa kuzungumza mahakamani. Abdeslam alipanga na kushiriki katika mashambulizi ya Paris yaliowaua watu 130. Na mamia wanachama wa chama tawala Afrika Kusini ANC wameandamana kumtaka rais Jacob Zuma kujiuzulu. Waandamanaji hao wameavamia makao makuu ya ANC. Polisi walikabiliana na waandamanaji hao.